Gazi mesha ni, sina pesa ni lazima nifanye nini. Nikunywe chai siwezi mala bila kunywa chai. Sasa hizi tumesoma, bwana Waje, nieke maji kusawa, hii maji inapika teketeke haraka haraka sana. Washa niasha kwanza kusawa Wache nungoji ichemuke sasa. Jesus is Lord. Eh, ni maji inachemuka kweli. Ibu, wache niona kami <laughs> inachemuka <laughs> <Hey! laughs> Kwani si serious nipige na mimi kwa jokes ten, si kwa najua kamite nipige.